ujambo na karibu katika G-News ya hapa hapa Gavoo Media jina langu ni Michael wa Emmanuel rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amepokea kwa masikitiko taarifa ya kifo bwana Charles Hillary mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ikulu Zanzibar kilichotokea Mei 11 mwaka 2025. na nukuu, linatoa pole kwa rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Mwinyi familia, ndugu, jamaa na marafiki na wadau wote wa sekta ya habari nchini kwa msiba huu. Ndugu Charles Hillary atakumbukwa kwa mchango wake hadhimu wa zaidi ya miaka 40 katika kukuza sekta ya uandishi wa habari tangu akiwa redioni hadi kwenye televisheni, pamoja na unasihi wa wanahabari wachanga. Na mwomba Mwenyezi Mungu ajalie familia yake uvumilivu na subra katika kipindi hiki kigumu, na ilaze roho yake mahali pema Peponi. Hakika sote ni wa Mwenyezi Mungu na kwake tutarejea, mwisho wa kunukuu. Dar es Salaam. Katibu Mkuu wa Chadema John Mnyika amesema aliwasiliana na mwenyekiti mstaafu wa chama hicho, Freeman Mboye, na ameeleza kuwa hana dhamira ya kugombea urais, ubunge au uongozi wa chama chochote cha siasa katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mnyika amesema natambua, kuwa wachache wamejiondoa Chadema. Baadhi yao wamekuwa wakitumia jina lake kushawishi baadhi ya viongozi wa chama na wenye nia ya kugombea kujitoa kwenye chama kwa madai kuwa anawaunga mkono na anajiandaa kugombea urais kupitia chama kingine. Natambua pia mfumo wa serikali ya CCM uko nyuma kwa baadhi yao wa nia ya kukwamisha No reform, no election. Akimaanisha kuipasua Chadema na kuhalalisha udhalimu na haramu unaoandaliwa kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Aliendelea kwa kusema uzoefu wangu kwa kuwa kwenye secretariat ya chama kwa takriban miaka 21, mapito mengi ya Chadema ambayo tulifanikiwa kuyashinda, hii vita dhidi ya Chadema naamini kuwa tutashinda kuelekeza nguvu kwenye mapambano yao ya no reform, no election. Tumjue vizuri adui yetu, tuwajue vizuri washirika wetu tuepuke kushambuliana sisi kwa sisi mpaka iwepo sababu ya kweli na ya lazima ya kufanya hivyo. Kwa umoja na nguvu ya pamoja tutashinda. Na tukiangazia taarifa nyingine ya CHADEMA, ni Chama cha Demokrasia na Maendeleo, CHADEMA kimempa saa 72 mkuu wa jeshi la polisi IGP Camillus Wambura kuzungumzia mwenendo wa matukio ya utekaji nchini ikiwemo la Mdude Nyangali ambaye hadi sasa hajulikani alipo. Chama hicho kimeeleza kwamba IGP hawezi kuwa kimya wakati wote, wakati kuna matukio yanayoonyesha kwamba kuna magenge ya uhalifu yanatumika kuteka watu majumbani mwao. Wito huo umetolewa Mei 10 mwaka 2025 na naibu katibu mkuu wa Chadema Tanzania Bara, Aman Golugwa, wakati akizungumzia kutokuonekana kwa kada wao Mdude ambaye inadaiwa alichukuliwa Mei 2 mwaka 2025 na watu waliojitambulisha kuwa ni askari. Na nukuu Nakusihi sana IGP ndani ya saa 72, uzungumze uzungumzi na Watanzania kuhusu ili swala la magenge uhalifu. Ameelezwa kushangaza kuendelea kusikika kwa taarifa za uwapo watu wanaojitambulisha ni askari. Wakati huo huo, Golugwa amesema Chadema kimeweka dau la shilingi milioni kumi kwa mtu yeyote atakayetoa taarifa zitakazowezesha mdude kupatikana. Hivyo ametoa rai kwa mtanzania yeyote mwenye kujua alipo kada huyo kutoa taarifa kwa chama na nukuu Tunatangaza kutoa shilingi milioni kumi kwa mtu yeyote atakayesaidia taarifa za uhakika za anaposhikiliwa mdude Nyangali. Kiasi hichi cha fedha sio kwa kumthaminisha mdude, maisha ya mdude yana thamani kubwa, amesema Golugwa. Golugwa aliyetaka jeshi la polisi kufanya kazi, taarifa zilitolewa na wananchi kuhusu watu waliojitambulisha kuwa ni askari waliotumiwa kumchukua mdude nyumbani kwake. Na katika habari za kimataifa, Hamas imesema itamwachilia mateka wa Israel na Marekani Edan Alexander ambaye anaaminika kuwa mateka wa mwisho mwenye uraia wa Marekani huko nchini Gaza kama sehemu ya juhudi za kufikiria makubaliano ya kusitisha mapigano. Uamuzi huo unawadia kabla ya ziara ya Rais Donald Trump katika Mashariki ya Kati siku ya Jumanne. Hamas inasema pia ilikusudiwa kuwezesha mpango wa kulinda kwa misaada ya kibinadamu. Gaza imekuwa ikizingirwa na Israel kwa siku sabini. Hapo awali afisa wa ngazi ya juu ya Hamas aliambia shirika la habari la BBC kwamba kundi la wapiganaji wa Palestina lilikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na afisa wa utawala wa Marekani nchini Qatar. Ofisi ya Waziri Mkuu wa Israel imesema imefahamishwa na Marekani kuhusu nia ya Hamas kumwachilia Alexander. Na katika rubaa za michezo, Bayern Munich haikusudii kuboresha ofa yao ya mkataba kwa winga wa Ujerumani Leroy Sane licha ya mawakala wapya wa wachezaji huo mwenye umri wa miaka 29 ambaye mkataba wake unaishia msimu huu wa joto kuwasilisha pendekezo jipya kwa mabingwa hao wa Bundesliga. Mkurugenzi wa michezo wa Napoli Giovanni Manna ameendelea kukaa kimya kuhusu kumsajili kiungo wa Ubelgiji Kevin De Bruyne mwenye umri wa miaka 33 kwa uhamisho huo atakapoondoka Manchester City mwishoni mwa mkataba wake msimu huu wa joto. Mshambuliaji wa Canada Jonathan David atakuwa mchezaji huru mkataba wake wa line utakapomalizika msimu huu wa joto, na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 25 anasaka na Napoli. Kutoka sasa hatuna la ziada, ulikuwa nami Michael wa Emmanuel. Tafadhali usiache kusubscribe, kulike pamoja na kushea ili uwe wa kwanza kupata makala zote tunazozidi kukuwekea. Hapa hapa. Asante sana. Bye bye. Gavoo Media, pamoja hatua kwa hatua.